Shalom, watu wa Mungu na wasalimu kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Ah, ndugu zangu, nyakati hizi tunazoishi ni nyakati za mwisho. Na kulingana na maandiko katika kitabu kile cha Ufunuo, dalili zote ambazo zimezungumziwa pale, ya kwamba siku ya mwisho kutakuwa na mitetemeko ya ardhi sehemu sehemu. Kutakuzuka vita sehemu sehemu za nchi, amani haitakuwa garanti, ndugu na ndugu kufitiana, wapinga Kristo kujitokeza. Na ndizo nyakati ambazo tunazoishi sasa, ni nyakati ngumu zenye maumivu mengi mengi sana, ambayo mimi na wewe peke yake hakika hatuwezi tunahitaji Mungu atusaidie. Tunamhitaji huyu Yesu Kristo ambaye alisulubiwa kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu mzima, damu yake ikafanyika kuwa ondoleo la dhambi la ulimwengu mzima. Tunamhitaji atustahilishe, atustahirishe, tuenende katika mienendo ya mienendo mema kwa sababu hivi sasa nyakati za mwisho zimekaribia. Je, nikuulize swali wewe unayenisikiliza umejitayarisha kivipi? Umejitayarisha kivipi ama uko na ujasiri gani ambao hata Yesu akija leo atakubeba muende nyote? Uko na ujasiri gani ama umejitayarisha vipi? Manake ni siku ambayo Bwana Yesu alisema ya kwamba hakuna mtu anayejua. Hatujui itakuwa usiku, hatujui itakuwa mchana, hatujui itakuwa katikati ya usiku, hatujui ni lini. Ni siri ya Muumba peke yake, the creator of universe. Yeye ndo anayejua siri hiyo ni lini. Ndugu yangu, ukitafakari hivyo utajikuta ni mwenye kutubu kila dakika. Ukiingia kwenye maombi ni mwenye kutubu hata, utaacha kuomba vitu, utaacha kuomba sijui magari, manyumba, sijui fedha, sijui maisha. Itakuwa utajipata wewe ni mtu mwenye kutubu saa yote, manake ukiangalia dunia sasa kwenye imefikia. Utu tena kwa wanadamu hakuna, watu wamekuwa wabaya. Maandiko anasema ya kwamba siku za mwisho watu watajikuwa watu wa kujipenda wenyewe, na ni hakika kweli, sasa watu wamekuwa kujipenda wenyewe he? Mjomba, watoto wa mjomba hawapendi watoto wa shangazi. Mkristo, najiita Mkristo lakini umejaa ubinafsi tele. Shetani ameingia kwa siri makanisani, Wakristo wengi wamekuwa ni watu ambao Hawajui wanataka nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, nawahimiza tujitayarishe, tutayarishe kesho yetu. Mbele za Mungu tukikutana naye tutamwambia nini? Tutamwambia nini? Tutamwambia nini? Ukumbuke kuna hell. Hell is real. Heaven is real. Kuna shida za milele ambao ni moto wa jehanamu wa milele, na kuna raha ya milele ambao ni mbinguni. Moto wa jehanamu umeumbiwa Shetani na malaika zake, na wale watu wote ambao wamefata mambo ya kishetani wanatupwa kwa kutavile ziwa la moto, ambao ni moto wa milele. Ni moto wa milele, si kwa eti utaingia alafu utolewe No, ama eti kama vile umewekwa jela kwa muda miezi kadhaa alafu tole. No, ni moto wa milele, which means utakuwa unateseka pale for the, yani maisha yako yote after death. Na pia kama matendo yako ni mazuri, utaingia kwa raha ya milele maisha yako yote. Maandiko yanasema ya kwamba, ukisoma Ufunuo, anasema ya kwamba makazi ya Mungu yatakuwa ni makazi pamoja na wanadamu. Which means katika ile raha ya milele tutakuwa tuna uwezo wa kumwona Mungu. Mungu atakuwa anakaa na sisi, anatembea na sisi, tunamwabudu, tunamuona. Saa hii tunamwabudu, ndio hatum, lakini wakati tutakuwa tunamwabudu, tunamuona. We can touch him. We can talk to him face to face. Kwa sababu itakuwa ni ulimwengu mwingine tumeingia, lakini kufikia pale ni lazima tutengeneze njia zetu. Sasa Biblia inasema ya kwamba katika kile cha ufunuo ya kwamba wazinzi, wachawi, waongo, waabudu sanamu, wafiraji wote, sehemu yao ni katika lile ziwa la moto ambao ni moto wa milele. Tujitayarishe, tujitengeneze hata Yesu akija leo atubebe sote tuende na yeye. Hatujui ni siku gani, hatujui ni kama vile hujui siku yako ya kifo ni lini, haujui hivyo, you don't know. Mimi nikifikiria hivyo siku ya mwisho na hisi kuvunjika, na hisi yani moyo unaumia sana. Najikuta tu nimepiga goti na tubu, najikuta nimepiga goti na tubu mbele za Mungu, kwa sababu dunia iko na mambo mengi magumu. Ukianza kuangalia vitu vya duniani, ukianza kushindana na watu wa dunia hii, ukianza kung'ang'ania vitu vya dunia hii ambavyo si vya milele, vinapita. Hivi vitu vyote unavyoviona dunia hii vitaharibiwa, hakuna kitu kitasimama, vyote vitaharibiwa. Wewe umepata mkate wako wa siku, usidhulumu, usilale na mke wa mtu. Ukipata mkate wako wa siku, Mungu amekujalia mkate wako wa siku, shukuru Mungu, nenda ukae, ule. Na ukikosa mshukuru huyu Mungu, kesho utapata. Usifikirie kwenda kuiba, usifikirie kuvunja mlango wa jirani yako umwibie. Bwana Yesu asifiwe. Bila upendo hatuwezi ingia kwenye raha ya milele, na ndio maana maandiko yanasema kwamba tuwapende majirani zetu kama tunavyojipenda sisi. Na ndio Yesu akasema ya kwamba uendapo kutoa zaka yako, na ukumbuke ya kwamba kuna ndugu yako ama jirani yako hamwelewani wacha sadaka yako pale ama zaka yako kabla ya kuitoa, rudi kwanza ukapatane naye, tena uje uitoe. Manake ni nini? Which means without forgiveness, without love, without loving our neighbors and our siblings there is no heaven ambao tutaingia, hakuna mbingu ambao tutaingia. Wewe unaishi na jirani yako, na unapika unakula, jirani yako analala njaa, unamchekelea wutuo jirani yangu analala chini, unamsengenya jirani yako, unasengenya ndugu yako, unasengenya mama yako, watu wa kwenu, na unajikuta tena wewe unajiita Mkristo, unajikuta eti uko salama. My friend, hauko salama, hauko salama, hauko salama. Tumekombolewa kwa neema na God is love. Mungu ni upendo, na ndio maana Yesu alipokuwa duniani alisema ya kwamba nimewawachia amri moja Pendaneni. nini kwa ninyi, alisema ametuachia amri moja ya kwamba tupendane, ambayo ni amri kuu. love love, God is love, for God loves the world, akamtoa mwanawe wa pekee. so, hata sisi tuko na DNA ya Mungu, sisi ni mali ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba Mungu anasema ya kwamba dunia yote ni mali yake, sisi ni mali ya Mungu tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, which means chenye kinatembea ndani yetu is a reflection of God. Ukiangalia mwenzako, umeona Mungu ndani yake, ona Mungu, ona mema, ona mupendo ndani yake, kwa sababu tumeumbwa kwa sura na, na kwa mfano wa Mungu. So kama hautapenda if you you don't care about your neighbors your children or your siblings, my friend, there is no heaven for you. Hakuna kwa hivyo wa Kristo, wacheni unafiki, wacheni unafiki makanisani, wacheni fitina chuchu chuchu, fitina chuchu chuchu. No, tumwabudu Mungu kwa roho na kweli na tutengeneze matendo yetu. Yeye anasema ya kwamba yeye ni mwaminifu, tukiungama dhambi zetu na kutubu na kuconfess na kusubmiti mbele zake, yeye ni mwaminifu, atatuosha dhambi zetu zote na kutusamehe. Tutengeneze kesho yetu, tuwe watu wa kutubu mara kwa mara. Before uanze kumuomba Mungu vitu, ukipiga goti, tubu kwanza, hata kama umeenda hustle, umekosa fedha, umekosa chochote Ukija kwa nyumba usilalamike, piga goti, mwambie Mungu, nisamehe, nimewaza mengi maovu, akusamehe akutakase, then muombe vitu vyake akupatie. Bwana Yesu asifue sana. Ndugu zangu, dunia hii ambayo tunaishi sasa hivi ni ngumu, majaribu yamejaa chungu nzima, na ukiwa mtu wa tamaa, kutamani vya watu, maana hata kutamani vya watu ni dhambi. Biblia inasema kwamba do not convert. Usitamani vya watu which means, ni dhambi. Maana utatamani gari la mwenzako na huna uwezo, utaanza kumuonea wivu. Ukianza kumuonea wivu, naanza kumwekea chuki, ambayo utakuwa umemkosea muumba wako. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba usitamani vya mtu, usilale na mke wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ukilala na mke wa mtu, umeingia kwa maagano ya mwenzako. Mungu atakupunish Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutengeneze njia zetu, tuwe na ujasiri wa kumgoja Bwana Yesu, wakati wowote akija, tuna ujasiri ya kwamba hakika tunaenda. Na tuombe sana neema yake itutoshe, atutakase. Neema yake itutoshe, atutakase. Twende na yeye mbinguni. Kufikia hapo, mimi nakuachia neno moja, soma maandiko, tutubu sana makosa yetu. Mungu akubariki sana sana sana. Uwe na wakati mwema. Shalom, shalom, shalom.